Yo, kama vipi? Kama tukawa mazee, kijana wako hapa hivi, Fabian Louis, alafu unajua 360 online TV, kama kawaida. Maeneo hapa hivi, tuko Red Cross, eh, tumekuja leo kuna kitu inaitwa, tuna by election hapa hivi Magarini. Unajua s so nataka tupate usemi kutoka kwa wakazi wa Magarini, na moja wa vijana ambao kwa watakuwa viongozi in the next coming future. Acha tumsikize mmoja wetu hapa, hapa so, brother, nini imekufikisha leo tuseme? Ah, uh, leo tumefika hapa mm -hmm, kwa sababu kuna debate. Mm -hmm ya hawa wagombea wetu wa Magarini sub county hii by election ambayo inakuja. So wamekuja hapa watueleze sera zao, uh, tujue wanatupangia nini hata watakapoingia kwa mamlaka. Okay. Wewe kama tuseme mkazi wa Magarini Pole kwanza uja jintroduce tuseme, uta jintroduce we kama mkazi wa Magarini, ni nini itakufanya ujue huyu kiongozi ama mtu mwenye ako hapo ameongea zile sera zake, tuseme zitakuwa zimekupatia uzito wa we kumpigia kura ama kumchagua e kama kiongozi. Uh, tu, once tukijua sera za kila kiongozi, though tumekuwa na mikutano huko, wametoa sera zao, lakini kwa leo watakuwa wana articulate zile sera zao vizuri uh, pia wakijibu maswali kutoka kwa wananchi, so watatupatia picha nzuri ya kila mtu, malengo yake kuhusu uongozi wa watu wa Magarini na future watu wa Magarini, hasa sisi vijana watueleze ya kwamba ni kitu gani ambacho wametupangia ili ya itusaidie sisi tubadilishe maisha yetu. Okay, je, kuna, kuna kiongozi mwenyewe umemwona kufikia sasa? Tuseme wewe kama wewe unaweza sema huyu naona sera zake ziko sawa, ama tuseme amekaa na vijana mkakaa vijana wakakubali? Aa, kwa sasa kuna viongozi wale ambao wanatafuta kama kumi. Ah, kati ya hao kumi kama vijana tumewahi kuwasikiza sera zao kila mmoja. A, lakini kwa sasa kuna yule ambaye yeye tukiangalia hivi yuko na mwelekeo na anaweza kutusaidia sisi kama vijana watu wa Magarini ama watu wote wa Magarini. mm -hmm. kuna huyu mheshimiwa anaitwa Mheshimiwa Stanley Kenga, yeye kuhusu zile sera zake ni kwamba yeye ni mtu ambaye anaweza kutusaidia hususan, ukiangalia tayari yeye huko nyuma mm -hmm. hata hii kipindi ambao hajakuwa mbunge mm -hmm. kuna miradi ama kuna vitu vingi amevifanya ambavyo vinaonyesha picha ya kwa kwamba yeye ni kiongozi okay. na tuseme kwa, kwa ufupi story na broad based najua umeisikia, imekuwa ni, ni neno common sana. Nyinyi kama watu wa Magarini mnalichukulia vipi? a, kwa sasa tukifuatilia zile siasa vile zinaenda saa hii hakuna broad, mambo broad based cause saa hii ODM iko na msimamo wake halafu na UDA iko na msimamo wake ama, ama Kenya Kwanza iko na msimamo wake saa hii ni kila mtu yuko amesimama kama yeye. So sahihi, tunaangalia kiongozi, mambo ya broad based government, mambo ya nini, lakini tunahakikisha tunapata kiongozi ambaye yeye atatusaidia sisi kama watu wa Magarini. Kwanza tukiangalia ishu ya broad based, watu wanakuja huku wanatujagulia viongozi, lakini ukweli ni kwamba ni tupate kiongozi ambaye atatusaidia sisi. Hata wale ambao wanakuja, lakini after by election watakuwa wanarudi kwao na atatua kama sisi shida zote huku. Kwa hivyo tunataka tuchague kiongozi ambayo kiongozi atasikiza matakwa yetu na atatusaidia kutatua shida zetu na kubadilisha maisha ya watu wa Magarini. Okay, tuseme kama mwisho kwa wewe, neno moja lenye utaambia mtu wa Magarini sahihi, mkazi wa Magarini kabla hajapiga kura, kabla hajasikia debate leo, utamwambia nini? Ah, mi nawaambia kwamba watu wa Magarini tuwe na msimamo, tuchague kiongozi ambaye yeye atasaidia watu wa Magarini, na hiyo ndiyo itatusaidia sisi kwenda mbele katika kimaendeleo, lakini hii mambo ya kuwa tuchaguliwe kiongozi haiwezekani. Kwa hivyo tusimame sisi kama watu wa Magarini, tuchague kiongozi ambaye ana future yake, ana future, atangalia future ya watu wa Magarini ili waweze kupata maendeleo okay. Kwa majina kamili a, mimi kwa jina langu naitwa Frederick Mtawali ni mkazi wa Sabaki Ward. Sawa sawa, hata tusikie pia maoni ya mwingine hapa. Vipi kaka, uko freshi? Niko poa mimi. Au sio? Sawa na sijui utaanza kujintroduce ama tufanye vipi? Jintroduce? ah, sawa, jintroduce kidogo alafu face yao jamaa kidogo. mi nitwa gohu chimbeja Taura, mi ni mkazi wa Sabaki. mm -hmm. tuseme nie ni ama licha na madhumuni ya kufikisha hapa leo nini? ni kuja kusikiza mkutano wa hadhara wakutokana na mm, uko na mtu mwenyewe unamchagua, ama kuna mtu mwenyewe tuseme uko naye umekuja kusimama naye leo? Mimi nimekuja kusikiza, lakini niko na mtu. Hauna kiongozi? Niko na kiongozi. <multati> unaogopa kumtaja ama unaweza mweka hadhara ama ni siri yako pia MCA ama nani? Ha, tuseme kwa hizi hii uchaguzi e, wa ubunge naweza yeah. mweka hadhara tuambie, sasa mimi natoka na Stanley. <laughs> <laughs> Natoka na Stanley. Hao wengine mambo ya broadbase mimi sitambui. Okay. E, na okay. E. So okay, neno moja enye unaweza ambia mwanamagarini kabla hajaingia e, kwa uchaguzi kabla hajapiga kura yake. Nini unaweza mwambia? Wanamagarini, kitu naweza mwambia mimi, kama kijana, tuongee kama vijana alafu tutaongea kama wazee wanamagarini ile malalamishi tuko mtaa yenye tunasikia mm -hmm. E, ni kuwa kwa kombe mwenye yuko sahii mm -hmm. hana, hana impact kwa vijana, hana ile hana hata dereva kwa vijana, hana sijui bodigadi, hana pia, hana chochote yani kwa vijana mm -hmm. So mimi ile kilio nataka walie na kura ile kilio wasilie mtaani mm -hmm. Waliye na kura wana magarini mm -hmm. E, mlie na kura mumtoe u ukatili au <laughs> sio sasa. Sasa tunashukuru, acha tusikie pia maoni kutoka kwa mwingine kidogo. Vipi kaka popo, vipi yale? Safi. kwa majina kamili, naitwa Alex Katama Mazera. Okay, pengine unipe maoni yako kulingana na stori ya leo na huu uchaguzi mdogo Magarini. Okay, kwa hiyo mimi nimefika hapa mm -hmm. kama mkazi wa Magarini mm -hmm. e, na pia ni mkazi wa Sabaki Ward, mm -hmm. e, kwa huu mdahalo ambao utafanyika leo kwa ugombea wetu wa ubunge okay. Na hamu sana kusikia kile ambacho wanachoha kusema kwa watu wa Sabaki okay. Na watu wa Magarini kwa jumla okay. So maoni yako ndo tuje tujue ama kijana mwenzako pale nje aje ajue akiangalia hii interview. Ajue kiongozi anayemchagua anafaa kuwa na maadili haya na haya. Wewe kama wewe ndio uchague kiongozi una unaangalia nini haswa, ndio ili uje kumpa kura yako okay? Mimi mm -hmm. tofauti na wale watangulizi wangu ambao wamekuwa hapa mm -hmm. wamesema kwamba wanasikiliza sana zile ajenda za viongozi mm -hmm, lakini ukipiga taswira ya nchi nzima mm -hmm. eh, utapata kwamba viongozi wanasema jambo fulani na wanalofanya ni tofauti na lile ambalo wanasema wakati wanafanya kampeni. Kwa hiyo mimi kama Eh, kama mkazi wa Sabaki na mkazi wa Magarini mm -hmm. Nimekuja kufuatilia mdahalo nijue tu uweza wa, wa hawa wagombea kueleza zidi changamoto zetu lakini mm -hmm. Zaidi ya yote mimi naangalia ile track record ya yule mheshimiwa ambaye, eh, nataka kumpigia kura, na wapima wote naweka kwa mizani, nijue kwamba huyu anasema kwamba atafanya hili na hili, lakini ile awali yake amefanya ya kitu gani? Kwa hivyo hilo ndio jambo la muhimu kwangu mimi. Okay, story na broad base. Wewe unalichukuliaje? Okay. Broad based iko na sensi yake kwa ile context yake ambayo ilitokea, kwa sababu tunajua kwamba Gen Z walikuja waka destabilize eh, eh, operations nyingi za serikali. Kwa hivyo kulikuwa kuna ile hofu, kwa hiyo eh, tunaelewa kwamba kwa ule wakati ilikuwa kuna haja wa viongozi kuja pamoja, pengine kwa sababu ya manufaa yao pia ah, lakini tukilinganisha broad based na siasa ambazo zinaendelea hapa Magarini, ni kweli zina zina impact yake kwa sababu kama unavyoona, kuna wagombea wengine ambao walitoka kinyang'anyironi kwa sababu broad based government. Kwa hivyo broad based government si kitu ambacho pia tunaweza kuignore, yeah. So wewe kama wengine juu wengine wanalia sana, wanasema kwamba ni kama wanapewa kiongozi kutokana na story ya Broadbase. Mm-hmm. Yaani, sio mtu mwenye wao kama mwananchi wamemchagua, ndio ile wamchukue. Unaona, wanasema kwamba ni mtu ni kiongozi wamepewa, so anaweza kuwa labda hana sera yenye inaendana na wao, lakini washapi watari kiongozi. Wewe unaonaje hiyo hiyo story? Ah, uh, hilo hayo mawazo hayo mimi mm sikubaliani -hmm. nayo, kwa sababu gani? Kwa sababu ukiangalia wagombea wetu ambao tuko nao ni zaidi ya watatu eh. Kuna wale waheshimiwa ambao tunajua yule ambaye anataka kurudi, kuna mwingine ambao ametokea pia yeye anataka kupigania. Kwa hiyo watu wa Magarini hawana sababu ya kusema kwamba umechaguliwa kiongozi kwa sababu wagombea bado wako, wana haki ya kuchagua mgombea yoyote. Nadhani tuna zaidi ya tano kama zia kusiani kweli ya kusia. mm -hmm. Yeah, kwa hivyo naona kwamba huu ni wakati wa wakazi wa Magarini wapate kuchukua wa uamuzi wa yule ambao wanasema kwamba wanaona kwamba wamelazimishiwa. Mm -hmm. Lakini kuna mwingine ambayo wanaweza kumpigia kura. Kwa hivyo uamuzi wa ni wao, watu wa Magarini wasimame waangalie track record ya yule mgombea ambao wanamtaka wampe kura. Okay. Sawa, shukran sana kaka, tutaongea vingine baadaye sawa. Vipi kaka? Poa sana. Uko fresh? Fresh, barida safi. Siku umeonaje leo eh? Siku inaendelea poa. uh -huh. kama unavyoona matayarisho bado yanaendelea. uh -huh. Eh, na watu bado wanaingia, tuna hamu ya kusikiza. uh -huh. uh, yale viongozi wametayarisha, uh -huh. kutueleza, uh -huh. eh, kwa manufaa ya uongozi ambao uh, ndani ya wiki uh -huh. inayokuja uh -huh tutakuwa tuko na uongozi ambao utakuwa kulingana na maamuzi yetu sisi wenyewe kama wananchi wa Magarini. Okay. tuseme kwa majina kamili kabla. Mimi nafahamika kama Pogba. Okay. Pogba. Pogba ni mchezaji mpira maarufu, si ndio? kuna Okay. historia ya Broadbase. Ndio. Eh, sijui wewe kwako wewe unaichukulia vipi? Broadbase unaiona iko na manufaa kwa wananchi ama unaona kuna kwingine imefinya mwananchi ama inaenda sawa kulingana nayo. Uh, kwanza acha niongee ni mm. Kulingana na history ya broad based pale mahali ilianzia mm -hmm. Because uh, mimi I was one of those uh, youthful leaders ambao tulikuwa tuna vuruga hii Malindi sana wakati wa maandamano mm -hmm. Sisi ukiangalia picha zote za social media utapata kwamba sisi tulikuwa pale mbele mimi personally mm -hmm. So broad based ilikuja mm -hmm. na Lengo moja ya broadbase ilikuwa ni kutuliza ile joto ambao uh, wananchi uh, vijana walikuwa wame, wameleta katika hii nchi okay. Okay. Ndio ikaletwa kwamba mzee Raila Odinga mm -hmm, akaitwa na Ruto ili wa cool the temperatures that had risen yeah, yeah, to some levels that, kama ingeachwa mm -hmm, ingekuwa un unbearable to all of us mm -hmm. So hiyo ndio ilikuwa lengo ya broadbase. broadbase haikukuja ndo iseme mtu fulani anafaa kuongoza, yet we have a democracy, a very mature democracy, ambayo mimi kama mwananchi nina haki ya kukuangalia wewe, kwa mfano kama kiongozi, niseme kwamba kulingana na sera zako, your track record, your past experiences, na wananchi na kile ambacho tunaona wewe as a, as a, as an individual person, tunaweza tukakichukulia kwa uongozi, ndio mimi na wenzangu tuamue kwamba nikilinganisha wewe na yule mwingine wewe kuna vile tunaona unaweza tupeleka.